Oye nalichako, oye madiwani, oye ndugu Madi zangu, wananchi wa Kasulu, kama wanavyokwisha kusema wenzangu, mkutano huu ni wa mheshimiwa mbunge wa jimbo la Kasulu mjini, anapita kuzungumza na wananchi, lakini pia na kuandaa agenda za kupeleka kwenye baraza kwenye kwenye Bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwenye kikao cha budget bunge la budget. Sasa kwa sababu hapa yupo diwani mwenzao na madiwani, ni diwani wa halmashauri yetu ya mji wa Kasulu anayetoka kata ya Murusi, lakini pia ni mwenyekiti wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo jimbo la Kasulu mjini, ni vizuri nampa nafasi ya kuwasalimia. Kasulu ni moja, tunajenga nyumba moja, uongo kweli? Lakini pia hapa nilipo mimi ndio mwenyekiti wa vyama vya siasa kwa maana ya TCD, umoja wa vyama vya siasa yani ACT, Chadema, NCCR, ACT Kafu. Mimi ndio mwenyekiti wao wa wilaya. Sasa ninapokuwa na wenzangu hapa nafarijika, naona ni namna gani ambavyo tunaendelea kudumisha umoja wetu, na maana ya chombo hiki ni kudumisha umoja kwa maslahi ya Kasulu yetu. Mheshimiwa Fanueri, naomba uje uwasalimie wananchi kwenye mkutano huu. Kwa majina naitwa Fanueri Eliadi Kisabo, diwani wa kata ya Mrusi. Lakini pia narekebisha kidogo kauli ya mwenyekiti wangu, mimi sio mwenyekiti wa jimbo, mimi ni mwenyekiti wa wilaya. Asante sana nashukuru sana kwa nafasi hii. Nimpongeze mbunge wangu Joyce Ndalichako na niwapongeze madiwani wenzangu ambao wako hapa. Tuko hapa kwa ajili moja, kwa ajili ya jambo moja tu. Nilipokuwa nimekaa hapo, nimepokea message nyingi kutoka kwa wana wananchi, upande wa kwanza wakinipongeza na upande wa pili wakinishutumu. Moja ananishtumu alishutumu kwamba mheshimiwa diwani kata yetu ya Mrusi ndio tunaona leo umehamia CCM, na wengine wananipongeza kwamba karibu sana kwenye chama. Naomba niwahakikishie kwamba ndugu zanguni, mimi nipo hapa kwa mwaliko maalum wa mbunge wangu mpendwa, amenialika niweze kufika kwenye mkutano wake, na mimi kama diwani ninayejua maana ya uwakilishi wa wananchi, siwezi kuacha kuja kwenye mkutano wa mbunge wangu. Kwa mantiki hiyo sasa, niwahakikishieni wale wengine, tulizeni mioyo, mimi bado nipo sana Hatupo tunaendeleza jambo. Ah, kwa matikio sasa. Nichukue fursa hii kumuomba mbunge wangu. Mimi kama mwakilishi wa kata yangu ya Mrusi, kuna jambo kidogo aliko sawa kwenye kata yangu. Na mbunge wangu ndio mwakilishi wao na ndio mbunge wetu sisi wote. Swala linaloendelea uzoeza na ugawaji wa majiko. Majiko yanayotokana na na rais wetu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ambayo yameletwa kwa ajili ya kusaidia wananchi wenye vipato vya chini sana. Kata yetu ya Mrusi, mama mbunge wangu, imetendewa ndivyo sivyo. Tarehe ambayo ilikuwa imepangwa kwa ajili ya ugawa majiko yale kwenye kata yetu ya wa Mrusi, wanaisha wakupewa taarifa. awanasema ahkweli. Ndugu zangu wananchi wa Murusi, wa Murusi, mmesikia ombi la mheshimiwa diwani wenu, lakini niseme tu swala lile analolizungumzia mbunge limekaa vibaya kwenye kata zote, sio Murusi peke yake imekaa vibaya kwenye kata zote, na nadhani mimi nilikuwa najua uratibu ule ulitakiwa mwelekezaji awe mkuu wa wilaya kumwelekeza mkurugenzi, lakini walioleta majiko yale wameleta wakiwa na viburi. Nadhani kuna kila sababu ya sisi kama viongozi kuwasiliana na mamlaka wajue kilichofanyika Kasulu hakikuwa kwenye utaratibu. Ndugu zangu wananchi wa Murusi, unajua mimi naishi Murusi sasa najisahau Kasulu. Oye ndugu zangu wananchi wa Kasulu, kwanza niwapongeza kwa mahudhurio mazuri ya kuja kumsikiliza mbumi. Sitakuwa na mengi ya kusema, lakini niwathibitishie, mimi ndio kocha wa CCM wilaya ya Kasulu. Kwa hiyo kocha, kazi yake ni kuangalia. Niko kwenye mazoezi, naangalia wana CCM kwenye kata huko, naangalia wana CCM. Nani nikimweka Bujoro anapigwa chini? Nani nikimweka kwa anapiga chini? lakini watu wao nitakawaweka ndani na yeah, wakimaliza muda wao, ama bwana mkubwa, ile ngoma tutaileta kwa wana CCM. Alafu naambia nawambia, wala msihangaike, chukua mchezaji huyu weka kati, CCM inakwenda kushinda. Uongo kweli? Yeah. na mii najua wana CCM wakutushindisha wapo. Uongo yeah? wapo wana CCM kwenye kata zetu wakisimama kwenda kuwakilisha chama chetu, chama kitashinda. Uongo kweli wapo wana CCM kwenye majimbo yetu wakisimama kwenda kutuwakilisha CCM itafanya nini? Itashinda. Hilo sina mashaka na wana CCM wa Kasulu, uongo kweli? Ndugu zangu, Chama cha Mapinduzi, tarehe 19 ya mwezi wa kwanza tulifanya maamuzi kwenye mkutano mkuu wa chama chetu mkutano wa chama, mkutano mkuu wa chama taifa, tukampitisha Dkt. Samia Suluhu Hassan kuwa mgombea wa chama cha mapinduzi katika nafasi ya urais. Lakini pia tukamchagua kamati kuu ikampendekeza Dkt. Emmanuel John Njimbi na kuthibitishwa na mkutano mkuu wa CCM kuwa mgombea mwenza wa Dr. Samia Suluhu Hassan. Muda utakapofika wa uchaguzi, niwaombe ndugu zangu, muda ukifika tutakuja kuwaeleza sababu nyingi sana za kumwamini Dr. Samia Suluhu Hassan kuwa mgombea wa chama chetu. Lakini kwa machache, ndugu zangu wa Kasulu, ninyi inawezekana mnafahamu au mtakuwa mmesahau profesa atasimama kueleza aliyoyafanya ni mengi kweli kweli, lakini yapo mambo ambayo ni lazima tukubali ameyafanya kwa sababu ameungwa mkono na rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Leo ukisikiliza, leo ukifuatilia, utagundua ile reli ya umeme inayotakiwa kupita Kasulu kwenda Burundi tayari imesha sainiwa. Hii ni kazi nzuri ya Dkt. Samia Suluhu Hassan. Leo ukiangalia miradi ya maji iliyopo hapa Kasulu, ina wa, wa, wahindi hawalali pale Kigoma grandi pale Sambara, wahindi hawalali mkipita pale bomba sekondari mtaona, mtaona mabomba makubwa ma, ma, ma, ma, ma, kana kwamba ni ya kufichia watoto maana hata mtu mzima kwenye lile bomba anapita, lakini mkiangalia mashule, mkiangalia vituo vya afya, mkiangalia barabara, leo wana Kasulu tukisimama kuzungumzia barabara ya kutoka Kasulu kwenda Mwanza tunalalamikia kipanda cha kilomita moja cha kutoka Kidiama kwenda pale Mbondo ndio tunapita tunalalamika, tunasema serikali haitaki kukamilisha kipande hiki cha kutoka Kijama kwenda Mbondo, aliyakuwa tunasahau kwamba tulikuwa tunalalamikia kutoka Kasuru kwenda Mwanza. Leo tukiwa tunakwenda Kigoma, tukifika pale chini karibiano Baraka Sekondari kuna kipande hakijakamilika pale tukifika pale tunalalamika kwamba mkandarasi hataki kumaliza hapa, wakati tunasahau tulikuwa tukitoka hapa kwenda Kigoma kwa, kwa siku mbili. Kazi yote hii imefanywa na Dr. Samia Suluhu Hassan, lakini lazima tukubali kwamba Dr. Suluhu, Samia Suluhu Hassan anaongoza taifa lenye mikoa mingi wilaya nyingi majimbo mengi ni lazima tukubali kuwapongeza wawakilishi wetu, na kwa kupitia mkutano huu ni kupongeza Profesa Joyce Lazaro Ndalichako kwa kazi nzuri ya uwakilishi ulioifanya ya kupeleka mahitaji haja na hoja za wanakasuru kwa Mheshimiwa rais na Bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Ndio maana leo tunaona matokeo chanya yanayotokana na uwakilishi wako nichukue fursa hii kuwapongeza waheshimiwa wa madiwani wote bila kujali vyama vyenu, kwa sababu najua hata ukiwa wa Chadema leo unatekeleza ilani ya Chama cha Mapinduzi. Kwa hiyo niwapongezeni sana kwa kazi nzuri umeyoifanya ndani ya mji wetu wa Kasulu. Ndugu zangu, uongozi ni kazi, uongozi ni mgumu. Mtu anaweza kalala na kuamka akatamani jambo fulani liwe leo leo lakini kila jambo lina, lina taratibu zake. Ndiyo maana leo hata kwenye familia zetu wenyewe unaweza ukajipangia mwaka huu, mwaka elfu mbili na ishirini na tano, mimi nataka nijenge nyumba niipige na bati, ukaishia kwenye madirisha. Uongo? Kweli, uongozi ni mgumu, lakini kwa kweli wawakilishi wetu wamefanya kazi kubwa. Chama chetu cha mapinduzi ninachokiongoza mimi ndani ya wilaya ya Kasulu tulipita na wagombea wago watu wa akina Profesa Ndalichako na wengine akina Emanueli na wengine akina Mzee Mangu na madiwani wote mnaowaona, tulipita tukawaomba mwaka 2020 tuamini h 0 tuaminini tukafanye kazi iliyotukuka, na leo nasimama kifua mbele, yale tulioahidi yote tumetekeleza, tumetekeleza, haya yametimia kwa asilimia 100 bado tuna kazi ya kufanya mpaka mwezi wa kumi, muda ambao tutakwenda kuhitimisha hitimisho la ilani ya, ilani yetu na kuanza kuinadi ilani nyingine ya ishirini na tano thelathini. Kwani na imani miezi iliyobaki, miezi saba iliyobaki, ipo kazi nyingine kubwa ya nguvu itaendelea kufanywa na chama chetu kwa kuisukuma serikali. Niwaombe ndugu zangu wa Kasulu tuendelee kuwa watulivu Mbunge kuja na watu yupo sana kule, lakini kule napo nasikia wanasema no reform no election. Wao wanataka kukimbia uchaguzi. Mimi natamani hawa watu waje kwenye uchaguzi. Sisi tunakuja kusema tu, sisi hivi sio chama cha kuia yena. yena. Ni chama ambacho tunatakiwa tukisema, tukisimama tuseme tumefanya nini? Alafu ukikosolewa watu twenda tukajikosoe, mambo yaendelee. Sasa ndugu yangu mfanu li kwa ubora wake, namna alivyosimama hapa na kutoa hoja za majiko, bado yupo kule, na mshauri tu ni kwamba baada ya baraza, ni vizuri aje kwetu, ili tuangalie namna ambavyo anaweza kuendelea kwa mwakilishi wa wananchi, la sivyo, majiko yatakuwa yanakuja, yeye haambiwi. Nawaambieni kweli yanaweza kuja alafu yasiambiwe kwa sababu hakumwambia hayupo Sisi oye Maana na yeye amekuja kusikia majiko amekuja kusikia majiko akiwa nalalamikiwa na wananchi Eh kwa hiyo mimi namshauri ni kijana mzuri ni jirani yangu ni diwani wangu, hatuna tatizo naye, lakini ni vizuri pia mtu mjanja anaangalia njia sahihi ya kupita. Kwa hizi ngoma zote zilizokuwa zinapigwa hapa, ni kura za CCM. Unategemea elfu mbili na ishirini na tano hii CCM itashindwa wapi? Na kama una nia kwenda kuwahudumia wananchi, kwa, kwa nini usije kwenye mlango wa chama cha mapinduzi? Mimi niwapongeze sana lakini kule kwao ndugu zangu wanasema no election, no, no, no reform, no election. Wanakasuru, jiandaeni na uchaguzi. Sisi na vyama vyote kumi na nane vyenye usajili tumejipanga na uchaguzi, ila mwenyekiti wa Chadema yeye anasema atawahamasisha ninyi mzuie uchaguzi. Yaani ninyi hampo tayari kuchagua madiwani upya, hampo tayari, hampo mitano tena, hapo tayari kuchagua rais kutoa mitano tena, yeah, mitano tena. Yeah. Sasa wakati nasema no, ele no, no, no, reform, no election, rafiki yangu huko, sasa wanasema usigombe, yeah, naomba uje CCM yeah, ili upige mzigo yeah, na ijm wakati wa ujana wetu sasa, wewe wa njoo tumikie wananchi zaidi. Wakati wa ujana wako wa sasa, wewe wa sasawe, usipogombea wa Chadema paka mwaka 2030 utakuwa na umri gani? Utakuwa umeenda umri. Sasa wewe piga mzee, ss m hana shida, atakuruhusu tu. Mzee wangu yule, wala aa, hana tatizo. Ndugu zangu ana Kasulu, naomba nitoe muda watumishi kuja kujibu hoja zenu. Lakini yote na yote, nawapongeza sana na washukuru. Niwathibitishie CCM Kasulu, CCM Kasulu, wilaya ya Kasulu ipo salama na ipo imara. CCM Kasulu ipo salama na ipo imara. Hakuna kitakachoharibika na 2025 tutafanya kweli. Asanteni.